Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Nsongwa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Watu wengi wamekata tamaa mara baada ya kutumia madawa sehemu mbalimbali na maradhi kuwa yanajirudia rudia na hivyo kupelekea watu kuse, kuonekana ugonjwa huu ni ugonjwa sugu. Na tunapozungumza ugonjwa sugu, maana yake ni ugonjwa ambao umekuwa ukitibiwa mara kwa mara na kujirudia. Kwa hiyo tukushauri, kama wewe umekuwa na changamoto ya ugonjwa wowote, iwe UTI, iwe fangasi, iwe PID na magonjwa yote yamekuwa ukijitibu na ya kujirudia mara kwa mara, tukushauri urudi kwenye tiba mama ambayo ni tiba asili. Na tunapozungumza tiba mama, kwa sababu ndiye mwanzilishi wa, wa, wa tiba kwa mwanadamu tangu ameanza kuwepo duniani. Kwa hiyo tukushauri rudi kwenye tiba asili, tiba mama, na kwenye kituo sahihi, ili ukaweze kupata tiba ambayo itaondoa changamoto hiyo na kupona kabisa. Tunaamini ya kwamba watu wengi ambao wamekuwa wakiishi kwa kutumia dawa za asili wengi wamekuwa wakiepuka maradhi ya kuumwaumwa mara kwa mara kwa sababu wanakutwa hawajazi kemikali sumu nyingi ndani ya miili yao. Kwa hiyo wamekuwa wako very smart. Kwa sababu ya namna hiyo kwao, tukushauri kama una changamoto tuone Song'wa. Tunakuhakikishia kwamba changamoto za muda mrefu zitaondoka, na kingine, kuna maradhi mengi ambayo hayatibiki kwenye dawa za kizungu kama tulivyozoea lakini yamekuwa yakitibika kwenye tiba za asili, kupona kabisa. Kuna maradhi mengi mfano, vidonda vya tumbo sugu, kisukari, presha sugu, homa ya ini na magonjwa mengine. Yote haya yamekuwa hayatibiki kwenye dawa za kizungu, yamekuwa yakitulizwa, na mwisho wa siku changamoto hii inakuta inajirudia. Lakini kwetu tunatibu kupona kabisa. Mfano, kuna changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini homa ya ini ni tunasema ziko za aina mbili. Homa ya ini ya kwanza ni ile ambayo mtu anaipata kwa namna ya maisha yake anavyoishi, lifestyle. Ni kwa namna gani lifestyle? Yawezekana wewe ni mtumiaji wa pombe kali kupita kiasi, hali ambayo inaweza ikapelekea changamoto kwenye ini lako, ambayo ni homa ya ini ya kawaida ama yawezekana wewe uko na, e, na utumiaji wa sigara kupita kiasi ambayo pia inaweza ikahatarisha tatizo la ini lako. Lakini yawezekana pia wewe unafanya kazi kwenye baadhi ya viwanda vyenye kemikali kwa wingi. Sasa mwisho wa siku ile kemikali umekuwa ukiivuta mara kwa mara, pengine vitendea kazi kwenye kile kiwanda ni adimu, vichache. Mwisho wa siku unajikuta tayari umeingia kwenye changamoto hii ya homa ya ini ya kawaida. Lakini pia yawezekana wewe umekuwa mtumiaji dawa wa kemikali kupita kiasi, hali hiyo ambayo inaweza kupelekea ukapata shida ya homa ya ini ya kawaida, ambapo dawa hii ya kutibu homa ya ini ya kawaida tunatibu kwa dawa yetu inaitwa Mkanya kwa watu ambao wana changamoto ya homa ya ini ya kawaida, wanatumia hiyo dawa yetu ya Mkanya ambayo ndiyo Kanya Plus, ambayo hii ina sifa ya kutibu homa ya ini ya kawaida itokanayo na lifestyle ya maisha, ambayo wewe mwenyewe pengine bila kujua au kwa kujua umejikuta ukaingia kwenye hatari hii lakini sifa nyingine ya hii dawa ya nkanya plus inatibu pia changamoto ya figo. Na katika figo kuna sababu nyingi ambazo pia zinaweza zikapelekea kuhatarisha figo. Maana yake kwamba yawezekano umekuwa ukiishi na ugonjwa wa UTI kwa muda mrefu, umekuwa ukiutibu, unajirudia, unautibu, utibu, unajirudia, mwisho wa siku unaenda kupelekea changamoto kwenye figo na kupata athari ya figo, ambao watu hawa watatumia dawa hii ya nkanya plus lakini pia kwenye figo inaweza kawa pia ni hiyo ya yale ya utumiaji wa dawa kemikali kupita kiasi, pia inaweza kuhatarisha figo. Lakini kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza kuleta shida kwenye figo, lakini nkanya plus yenyewe inatibu tatizo la figo pamoja na homa ya ini ya kawaida. Lakini kuna homa ya ini itokanayo na virus ambayo tunaita hepatitis, na hii hepatitis ziko kama 4 hivi. Kuna Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis E. Zote hizi ni, ni aina ya homa ya ini itokanayo na virus. Na ugonjwa huu hauna tiba yeyote katika dawa za kizungu. Kama virus ya wataweza kuondoka, lakini mara chache sana ambao watu wanaweza wakaondoka virus kwa namna ile. Manake, the way kadi virus wanapokuwa wanakaa ndani ya mwili wanazidi kuongezeka, wanavozidi kuongezeka, kwa hiyo hauwezi kuuliwa na ile kinga. Kwa hiyo kinga zako za mwili kwanza kiteo cha mpaka virus kuonekana kwenye mwili wako, maana yake zile kinga zako zimeshindwa ku kuwapambana nao na kuweza kuwaondoa. Kwa hiyo sio rahisi wakaondoka, ndio maana wa kubwa wengi wakiambiwa miezi sita, wakirudi wanakuta tayari, wanakuta tayari virusi wapo, wanaambiwa wamesha kuwa kroniki, maybe tusubiri waongezeke kidogo ndivyo uanze dawa. Kwa sababu unapoambiwa usubiri kidogo ili uanze dawa, kwa sababu hiyo inakuwa ni life ya maisha ya lifestyle yako ya maisha ya kunywa dawa hizi za hizi za homa ya ini kwa maisha yako yote, kama ambavyo ilivyo kwa mtu mwenye sukari kama vile ilivyo kwa mtu mwenye maambukizi ya HIV. Kwa hiyo hii inakuwa ni lifestyle ya maisha yako. Sasa kwa namna hiyo, mtu wakati mwingine anajaribu kukupa muda tu ili kusudi usiweze kuchoka utumiaji wa dawa kwa muda mrefu kwa, lakini mwisho wa siku lazima utumie. Lakini tunaposema sisi tunayo dawa yetu ya kutibu ugonjwa wa homa ya ini hepatitis B maana yake kwamba dawa hii inaenda kuondoa jamii yote ya virus bila kujali una hepatitis B, C, D ama E. Zote hizi ni jamii ya virus ambao wanaondolewa na dawa yetu ya Magida. Dawa yetu ya Magida ndio dawa pekee ambayo imeonyesha uwezo mkubwa wa kutibu tatizo hili la homa ya ini ya hepatitis B ama C au d kupona kabisa. Na baada ya kupona, tumekuwa tukiwashauri watu wote ambao tumewapa tiba kupona waende kuanza chanjo, ili kwamba wasipate maambukizi tena, kwa sababu ugonjwa huu unaambukizana kwa namna ambayo pengine bila kuitarajia. Mfano, unaambukiza ugonjwa kwa njia ya majimaji, inaweza ikawa wewe kwamba pengine uko na mpenzi wako, lakini mpenzi wako akawa na ugonjwa huu, lakini kwa sababu mnajamiiana au mnapeana mate for anything, au majasho kwa kukumbatiana. Hali hii ya jasho la mtu na mtu linaweza kupelekea ukapata maambukizi haya ya homa ya ini, lakini mtoto anaweza kazaliwa pia na maambukizi haya. Lakini pia namna pia katika msongamano watu, watu, watu, masongamano ya watu wengi majasho, napishana, mtu anakugusa la jasho lake. Sasa kama mtu huyu ana maambukizi mwisho wa siku unajikuta tayari umeingia kwenye maambukizi haya ya homa ya ini hepatitis B. Lakini pia kama nilivyosema kwamba ugonjwa kwa njia ya majimaji unaweza ukakaa na mtu anaongea, halafu kuna watu wengine wanaongea mate yanaruka sana. Sasa kitendo kama mtu, saum, watu na mtu sababu, mtu wakati mwingine uwezi kuangalia kwa pembeni kwamba ehe, unasemaje, unasemaje kibinadamu na kwa maisha ambayo sisi eh, wa Afrika na tulivyolelewa a kawaida tu hauwezi kuongea vile, ukiongea vile itaonekana unadharau, unajisikia kwa namna yote ile, utamsikiliza mtu kwa kumwangalia wakati anaongea na wewe. Na kitendo hicho sasa cha kuongea kama mtu unaongea naye ana maambukizi, lazima mate atakurukia, kama anatoa mate atakudondokeza mdomo, sehemu yoyote, na mwisho wa siku unaingia kwenye hatari ya ugonjwa wa homa ya ini. Sasa basi na kingine kwa hali ile ile, unaweza ukaambiwa kuna mgonjwa anaumwa yuko hospitali, yawezekana ni ndugu yako, rafiki yako, ndugu wa mmeo, ndugu wa mke, ndugu wa rafiki yako, mmeenda kumsalimia hospitalini. Lakini mgonjwa huyu anaweza akawa na ugonjwa wa homa ya ini, na huyo kuta tumbo mpaka hey, tumbo imevimba, sivyo? Miguu halafu mwisho wa siku wewe unaenda kwa sababu ya maisha ki Afrika, ya Kiafrika tulivyozoea kwamba heshima ni kumpa labda mkono mtu sasa utamsalimia mkono, mata pengine kuna maji maji, kuna jasho, kwa mwisho wa siku unaukuta umepata ugonjwa huu wa homa ya ini. Kwa hiyo sasa ugonjwa huu unampukiza katika mazingira ambayo wakati mwingine huwezi kujiepuka, kwa, kwa mazingira ya ubinadamu wetu, utu wetu, ndiyo inapelekea watu wengi wamejikuta wanapata magonjwa haya. Ugonjwa huu mwanzo ulikuwa usambai sana kama ilivyo sasa. Kwa hiyo ndio maana tumewashauri watu hata tuliowapa tiba sisi wengi waliopona, tukawapeleka tukawaambia waende hospitalini wakachome chanjo ili wasiweze kupata maambukizi haya tena. Na ugonjwa huu una dalili kadhaa wa kadhaa, na ndio maana hata dawa zetu tuna package mbili. Package ya kwanza ni ya siku kumi na nne na package ya pili ya siku ishirini na moja. Pakeji ya siku kumi na nne ni ya mtu ambaye ameenda kupimwa akaonekana ana maambukizi lakini hana dalili yoyote ya kuumwa, hana chochote ya kuonyesha kwamba ni mgonjwa, anafanya shughuli zake kawaida bila shida yoyote kabisa, yuko vizuri, comfortable kabisa na hana shida, aidha kwenda kusafiri kwenda nje au kufanya check up tu ya mwili wake mwisho asiwajikuta ana hii changamoto ya homa ya ini huyu mtu haumwi, ila ameonekana wakati wa kupima, wakati wa eiza, wa baadhi ya sababu ambazo nimezielezea. Kwa hiyo kulingana na mazingira haya, kwa hiyo mtu huyu ndiye anayetumia pakeji ya siku kumi na nne, lakini kuna mtu anayetakiwa kutumia package ya siku ishirini na moja ni yule mtu ambaye tayari ana ugonjwa lakini ameshaanza kusikia baadhi ya dalili ei za maumivu ya mbavu hasa za chini, upande mmoja, upande zote mbili, au tumbo kujaa, au kuwa na njano baadhi ya viungo vyake vya mwili, kwenye vidole vya mkono au kwenye kucha, au wakati mwingine choo anakuwa anatoa kama makamasi hizi ni dalili au tumbo kuvimba kabisa. Hizi zote ni dalili za mtu ambaye sasa huyu anatakiwa kutumia package ya siku 21. Hata yule ambayo tumbo imevimba kabisa, ajiwezi kabisa, huyu pia yuko kwenye package ya siku ishirini na moja. Kwa hiyo tunaposema kwamba sisi tunatibu, ni kuondoa tatizo, kupona kabisa, na baada ya hapo uchome chanjo. Na tunasema kuchoma chanjo kwa sababu utakapopona wewe bado utarudi kuishi na jamii ile ile ambayo ulikuwa unaishi nayo mwanzo kabla haujaumwa. Sasa kama utaishi na jamii ile ile na hata baada ya kupona, je, kama kuna mmoja ulimwambukiza wakati unaumwa, wewe umepona, kuendelea kuishi na uwa, umepo, yule mtu, na tumekueleza sababu za namna gani unaweza kupata maambukizi, maana yake kwamba unaweza we ukajikuta tena ugonjwa huu umekurudia wewe na ukapata tena maambukizi. Tuku shauri kama unaumwa ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni mama yako ufike kwenye kituo chetu tutakupa tiba yetu, ambayo ni ya magida kama nilivyosema, ambayo itatibu kupona na sio kuishi kwa utumiaji wa dawa hizi, na hii itakusaidia wewe. Kumbuka unapokuwa na changamoto hiyo, ugonjwa wa homa ya ini, kwanza inakutengenezea msongo wa mawazo kwa sababu unajiona kama wewe ni wakufa kesho ama kesho kutwa, na msongo wa mawazo hushusha imunity zako, maana yake kinga zako za mwili zitashuka, na zikishuka maana yake unaipa support, ugonjwa unaanza kukua kwa haraka, na ndipo unaweza kujikuta umeingia kwenye stage hii ya pili ambayo nimeweza kuielezea. Na sisi tunapatikana Tanzania nzima, mkoa wote ulipo, wasiana sisi, utapata tiba, lakini unaweza ukatutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii maana yake kwamba unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii a kwenye YouTube channel yetu ya Damaki TV YouTube, ili ukapata mafundisho na elimu nyingi, ili Mungu aendelee kukufunua kupitia wanadamu ambao anawatumia. Lakini unaweza ukaingia YouTube utaandika Damaki TV au ukaingia Instagram ukaandika Song'wa underscore traditional underscore clinic ama ukatutembelea kwenye website yetu kwa kuandika www damaki hebo clinic co tz. Ukiingia pale utaweza kupata elimu nyingi, utapata madawa mengi, na kama nilivyosema, tunapatikana Tanzania nzima, Zanzibar, tupo Tanga, ugu bara kote tuko, lakini pia tuna matawi nje ya Tanzania kama Zambia, tuko DRC Congo, tupo lakini pia Botswana, tuko pale Broadest Tawana pale tupo, lakini pia nje ya nchi zingine duniani kote tumekuwa tukituma dawa kwa uaminifu, kwa maana ya kwamba Mungu anapomtumia mwanadamu mahala popote lazima sauti yake isikike na aweze kusaidika. Lakini uweze kuchukua namba yangu hiyo ukanipigia mimi mwenyewe Dr Damaki ambaye the founder song wa Song'wa Traditional Clinic ili upate msaada. Namba yangu ya simu ni 0752629252. Sisi sio wale wale, afya yako chukumletu.